Kwanza Rais Samia, na serikali yako tunawaomba sana, tafadhalini sana, acheni kulitabilia jambo hili mambo ya hovyo. Hili taifa halijawahi kuwa na haini. Kosa la uhaini ni kosa ambalo hatupaswi kulichekea chekea, hatupaswi kuona kama ni njugu kumgawia mtu yoyote. Siku taifa hili likija kumpata haini, hawa polisi hawatamkamata kirahisi. Sisi BAVICHA, sisi BAVICHA, msimamo wetu na kauli yetu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti wa, mwenye wa chama chetu sio haini na hawezi kuja kuwa haini kwenye taifa hili tunawahitaji wahitaji mumwachie mheshimiwa Lisu bila masharti yoyote, kwa sababu hajawahi kuwa haini. Na haya mambo ya kuwagania watu waini ni mnaliombea taifa hili mambo ya ovyo, mambo ya ajabu ambayo hayakubaliki duniani wala mbinguni. Sasa kama mnataka taifa hili liwe na haini, shauri yenu. Jambo la pili, nyie watu wa Mbarari, tunafahamu changamoto mlizo nazo kila siku Mbarari haijawahi kuwa kuacha kuwa na vilio vya migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji. Ye watu wa Mbarari, hamjawahi kuacha kulia kuhusiana na changamoto za askari watanapa kuua watu wanaua waui. Ye watu wa Mbarari, hamjawahi kuacha kuzilalamikia hizi jieni za kihuni, kuanzia jieni namba 28 mpaka 8 mpaka jieni namba 754, ambazo kila siku zinapora maeneo yenu nye watu wa mbarari hamjawahi kuacha kulalamikia ushuru wa mazao yenu, ushuru wa mpunga wenu. Hizo changamoto mlizo nazo hazitakuja kuondolewa leo na hata milele kama mtakuja kuwa na nafasi ya kuchagua viongozi mliowataka nyee wenyewe. Haya masisiemu kila siku yanatuchonganisha masikini kwa masikini, tuuane na tupigane. Hawa polisi ni masikini wenzetu, hamna chochote wanacholipwa cha maana kila siku wanatumwa na serikali ya chama cha mapinduzi kuua maskini wenzao wa watu wa Mbarari. Sasa niwaambieni polisi, niwaambieni polisi na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye taifa letu, siku sisi maskini wenzenu tukija kuona nyesi wao watu salama kwetu, haki ya Mungu, mama zenu, baba zenu, wajomba zenu hawatakuwa na wenyewe salama. Kwa hiyo tunawaombeni sana. Maisha na uhai ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, kila mmoja anapaswa kuifurahia kila siku. Mnadhani kila siku mnadhani kila siku mnadhani, mnadhani hawa Chadema watafanya nini? Haki ya Mungu, nawaambieni, siku ambayo Chadema tutafanya chochote, hakuna watu wa mtu wa usalama atakayejua, hamna mtu wa polisi atakayejua, hamna kiumbe yoyote atakayejua. Siku Chadema tukichoka, endeleeni kutuona sisi ni watu wa maana, tunavyosema hadharani. Mkisikia mimi nimesimama, mwenyekiti wa Baraza la Vijana wa Chadema nazungumza, mnapaswa kujua na wasemea wa Watanzania wengi ambao hawana nafasi ya kusema mambo yaliyoko mioyoni mwao. Hampaswi kutuona sisi ni maadui, hampaswi kutuona sisi ni watu ambao tunania njema na taifa hili. Tunachokisema tunasema mambo ambayo yanawafanya Watanzania wapumue. Jambo <coughs> la mwisho, nimemsikia kijana mmoja muhuni wa Chama cha Mapinduzi, ni kijana wa kawaida kabisa, anasema eti Chadema inaogopa uchaguzi. Pumbavu hii! Chadema inaogopa uchaguzi, uchaguzi ambao ili CCM ishinde ni lazima iue hata mgombea wa kitongoji wa Chadema wamefanya Manyoni, ni chalamira kule Tunduma wamemuua, mnataka? Na leo hii tena Chadema tushiriki kwenye uchaguzi ambao vijana wa Mbarali watapoteza miguu kwa kuvunjika, watapoteza uhai? Ndio mnataka Chadema iwe hivyo? Hii Chadema sio tawi la CCM. Hii Chadema haiwezi kuingia kwenye uchaguzi ili kuwahalalishia CCM ujambazi wao wa kuiba uchaguzi. Msimamo wa chama hiki ni kusipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi hautakuwepo, na hakuna uchaguzi utafanyika kwenye taifa hili kama Chadema haitashiriki. Hakuna mtu yoyote ataamini kama ni uchaguzi. Nawashukuruni sana, Mungu awabariki sana, tutarudi siku moja hapa Mbarani. Asanteni.